Uh, Justin we ni mwalimu no. Sasa ukiwa kama mwalimu yeah. Unawaandaa vipi uh, watoto na wanafunzi wako na vijana wako katika sesheni zako au yeah. Uh, watu wanaoongozwa na wewe kukabiliana yeah. na ukweli kwamba mipango yao kuna wakati inaweza isitimie yeah. Ni mbinu gani hasa unawafundisha ili wawe na matumaini na uh, uthabiti tunasema resilience yeah. Eh, bila kupoteza imani waliyonayo kwa Mungu yeah. Kikubwa cha kwanza mimi nahimiza sana juu ya personal development mm-hmm. Unajua nilikuwa ni na msoma Napoleon, Napoleon Hill kwenye uh, outwitting the devil. Napoleon ali, alifanya ali, ameandika kitabu cha kudhahania ambacho anasema alifanya mahojiano na Shetani. Kwa hiyo na Napoleon Hill anaeleza kwamba Shetani anatumia udhaifu wa watu wa udhaifu wa nafsi zao wao wenyewe kama watu mm -hmm. Unakuta mtu anayeweza kudanganya ni mtu dhaifu, kwamba yamkini ya anaogopa kitu fulani. Mtu anaweza kuiba, yawezekana kuna udhaifu yuko nao anahisi labda mimi siwezi kupata vitu kupitia mapambano. Mwongo ni dhaifu e, mwizi anahisi kwamba labda mimi siwezi kupata kitu kwa kutumia jasho na akili yangu. Kwao, ukizunguka katika dhambi nyingi ambazo binadamu anazifanya, mara nyingi zinatokana tu na udhaifu wake yeye kama mtu, labda si mtu imara. Kwa hiyo mimi ninachokihimiza sana ni You have to be strong. namna ya kuhendo hisia zako mm. kwa sababu mtu anayeshindwa kuhendo hisia zake anajiingiza katika vishawishi vingi, anajiingiza katika matatizo mengi, anashindwa kuinuka anaposh, anapokwama huyo mm. ni mtu ambaye ajaendelezwa as an individual mm. moja kati ya masomo naimiza sana sana sana ni mimi nimedevelop modo moja inaitwa 50 50 asilimia hamsini nahimiza hao watoto na vijana waweze kufanikiwa katika ulimwengu wa taaluma mm. kwa sababu huu ulimwengu wa taaluma utawapa credentials mm -hmm. Mimi nikijitambulisha kama mwalimu, watu wataniuliza umesoma chuo gani? mm -hmm. Wataniuliza je, una cheti au hauna? mm -hmm. Kwao kitu cha kwanza, mimi nahimiza sana hawa watoto na vijana wasome, wamalize ngazi zote watazoweza, japokuwa dunia ya sasa kuna watu mi nimekutana nao wanazungumza na maprofesa, wanatrain. Tumetrain na mtu ambaye kaishia kidato cha nne. Tumetrain kumbi ambayo imejaa walimu hadi wa masters, wataalamu wa elimu hadi wa masters, yeye akiwa ameishia form 4. Kwa ulimwengu wa sasa unatoa hiyo nafasi, lakini kuna sehemu unaweza ukakuhamishwa, lakini naimiza juu ya hiyo personal development. hamsini ya mm, pili mtu mwenye hii personal development Anaweza kuwa resilient hmm, bila kuwa na mipaka, bila kuwa kuhisi kwamba kuna posibiliti zae kushindwa au kukwama.